Asante ndugu mwandishi, naitwa mwalimu Emmanuel Mwandandela, mwenyekiti wa Chakuhawata Mbeya Jiji. Niko hapa wilaya ya Tukuyu, wilaya ya Rungwe. Nimekuja kwa ajili ya kutembelea wenzetu viongozi wa wilaya na kubwa zaidi ni kubadilishana uzoefu uzoefu wa namna ya kuendesha hivi vyama. Mbeya jiji tumefanya uchaguzi Novemba tisa elfu mbili na ishirini na nne. Wenzetu ni wazoefu kidogo, nimeona nije huku kwa ajili ya kubadilishana kujumuika mahara pa kazi. Sasa kikubwa zaidi ni kupata uzoefu wenzetu wana miaka mingi kidogo. Ah, kati ya kitu ambacho nimejifunza hapa Rungwe ni kwamba kuna ushirikiano mzuri kati ya uongozi na mwajiri, kanuni na taratibu, sheria za utumishi wa umma zinafuatwa na, na nimefarijika sana kwa mapokezi yao. Elimu niliyoipata ya kwanza, ukiwa kiongozi ni kushirikiana, kupeana taarifa, mgawanyo wa madaraka na vitu vingine, lakini kikubwa zaidi ni mawasiliano kwa wanachama. Lakini cha kingine ni kutoa taarifa, mwenendo wa chama unaendeleaje, na walimu wapate taarifa za namna chama kinavyofanya shughuli na namna wanavyoweza kupata haki, na wana haki ya kuchagua chama wanachokitaka. Sasa kuna vyama vingi vya, vya wafanyakazi, lakini sisi chama chetu tuna nguvu elfu tano kwa maneno yasiyo rasmi nasema nguvu ya, ya buku tano. Kwa hiyo, na hakuna haki bila wajibu, hakuna wajibu bila haki. Na wakati tunafanya haya ni kumsaidia mwajiri kwamba mahala pa kazi pawe ni sehemu rafiki, mwalimu awe amefurahi. Unajua, sisi kazi yetu kubwa ni uh, ni kurithisha maarifa kutoa kizazi hadi kizazi, na mwalimu akifurahi, taifa limefurahi. Na wasi walimu popote walipo nchini Tanzania kujiunga na chama chetu ambacho kinatetea kinatetea na kulinda haki za mwalimu Tanzania. Uh, waajiri mahali pengi wali wanatupa ushirikiano uh, ingawa kuna baadhi ya waajiri wana mashaka. Hiki chama kimesajiliwa na kinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na kwa hivyo walimu wote nchini Tanzania hususan hususan hususan mkoa wa Mbeya hususan mkoa wa Mbeya na kwingineko na jiji Mbeya jiji Mbeya, nimejifunza mengi kwa wenzetu waliotangulia. Sasa tuna nguvu mpya na nguvu mpya na hali mpya kwa ajili ya mapambano. Kwa wenzetu waliokwama, kuna wenzetu wameandika barua mbalimbali za mbali kujitoa mahali kwingine kwa vyama vile vingine ni ambavyo sijavitaja bado. Sasa ni wakati mwafaka, haki inatendeka kwenye nchi imoja. Mahali pengine watu wamejitoa kama Rungwe wanachama waliojiunga kwenye chama hiki ni wengi, na sasa nimekuja kujifunza huku na Mbeya. Sasa ni matarajio yangu kwamba tunaenda kupata wanachama wengi walimu kujiunga na chama chetu. Naomba msiwe na wasiwasi, mwendelee kuandika barua za kujitoa mliko, mjiunge na chama chetu, ni shilingi elfu tano tu na kuanzia Jumatatu na kuendelea baada ya sauti hii mnaweza mkaendelea kuandika barua na kuendelea kujitoa na kujiunga na chama chetu. Nashukuru sana.